Mnakumbuka nilivyosimama kwenye hapa sehemu hii tena, niliwaambia, hii ni desturi yangu na nitafanya nikiwa madarakani na siku sipo madarakani, mpaka siku ya mwisho ambapo Mwenyezi Mungu amenichukua. Basi hata kama kama watoto wangu watarithi, sababu leo niko na mmoja hapa, kama atarithi, basi naye atakuwa analeta sadaka hii. Na nieleweke kabisa kwamba mimi ninatoa si sadaka hii, sitoi kwa sababu nahitaji sijui udiwani sitoi sijui nahitaji ubunge, la asha. Nafasi zote hizo ni za Mungu, Mungu ndiye anapanga. Nieleweke kabisa, kwa sababu kuna watu wengine ambao watatafsiri watakavyotafsiri, lakini mimi nataka niweke tafsiri sahihi. Kama Mungu amesema ndio, hakuna binadamu anaweza kuzuia, kwa sababu viongozi wote wanapangwa na Mungu. Lakini mimi nitoe rai na niwaambie hususani halmashauri wetu yetu ya wilaya ya Munduli, niwaombe viongozi wenzangu tuwe karibu na wananchi wakati wote. Tuwe karibu na wananchi wakati wote, okay. Sio wakati tu inakaribia sana, mimi ndo naanza, na mimi kuja ah, miaka minne yote nilikuwa na ninyi uongo kweli hey. Mnanijua nawajua hey. Mwalimu Seni unanijua un... na mimi nakujua kwa hey. Hiyo uh, sin, sina mali kusema, ah, leo Kadogo ndo amejitokeza sasa, la hasha hey. Nimekuwa na nyinyi muda wote okay. Na nyinyi mnaweza kupambanua hili zuri na hili baya Niwaombe viongozi wote wanaochaguliwa na wananchi wa kisiasa, tuwe na karibu na wananchi wakati wote. Tusiwe karibu na wananchi pindi tu inapotokea jambo fulani, la hasha. Tuwe na watu, ili, kila mtu anakukumbuka kwa kazi kubwa unayoifanya. Muoneni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila siku anahangaika duniani kuhakikisha anawatumikia ninyi Watanzania. Kwa nini? Ndio nafasi mliompa, ndio nafasi mliomchagua. Kwa hiyo mimi nimeshukuru kwa sababu leo kama ama meniambia shehe wangu, mmemwombea mheshimiwa Rais. Mimi nawapongezeni sana sana sana kwa maombi yenu mliomwombea mheshimiwa rais, kwa sababu mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameitendea haki Monduli siye, mimi, ni, mimi kama mwenyekiti wa halmashauri natengeneza bajeti napeleka huko kwenye bunge, bunge linakwenda, mheshimiwa rais ametuletea hela bila ubaguzi, na ndio sababu sisi tunatembea kama viongozi vifua mbele kusema kazi nzuri iliyofanywa na mheshimiwa rais si, hivi naweza siju ni sijui nimewajengeni lami sijui nimewajengeni halmashauri sijui nimewajengeni. Sio mimi, mi kazi yangu kusimamia tu. Mheshimiwa rais analeta fedha, ametupa kazi ndogo sisi kuisimamia hizo fedha anazozileta kutoa kitu kinachoitwa value for money. Na mimi nimejitahidi kama mwenyekiti wenu wa halmashauri kwa miaka yote minne niliofanya kazi chini ya mheshimiwa rais Mama Samia. Nimesimamia miradi yote imekwenda vizuri na salama na na hati safi kwenye halmashauri yangu kwa sababu ya kazi nzuri tunaifanya. Kwa hiyo niwaombe shehe, tuendelee kumuombea rais. Huyu mama ni wa kipekee sana. Mimi nasema kabisa honestly kwenye ndani ya nafsi yangu. Ameitendea haki Monduli. Ukiona lami inaipita hapo Mama Samia, ukienda hospitali mnakuta vifaa vya kisasa, vya kisasa. Zaidi ya milioni mia tisa ameleta mama Samia. Ukikaa kidogo unaona OPD pale ameleta mama Samia. Hivi sisi tufanye nini kama sisi wengine? Si kusimamia tu. Kwa hiyo sisi tunatembea kifua mbele kuhakikisha tunamsemea kwa kazi kubwa anaendelea kufanya kwenye nchi yetu. Mimi nimezoea Kadogo sana Kapriano maarufu. Kwa hivyo sisi tunamuombea Mwenyezi Mungu kama mvua inavyonyesha hapa izidi kumnyeshea. Nafikiri imeeleweka. Kama mvua inavyonyesha izidi kufanyaje? Neema mbalimbali yaendelee kuzipata Amina. Katika matulaba yake Amina. Yote anayoyafikiria Amina. Yeye na familia yake Amina. Yeye na shughuli zake Amina. Mwenyezi Mungu amlinde na amhifadhi Amina. Lakini pia kwa hakika, kama tulivyokuwa tumeomba katika swala ya Idi, kumwombea mama yetu mpendwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu azidi kumbarikia sana, kwa sababu tangia ameingia madarakani tunaona maendeleo makubwa sana, tunaona mambo yalikuwa mazuri ambayo ameyashughulikia. Na yeye huyu bwana ndo ambaye anafuatilia katika utaratibu ule ambao unafanywa na mama yetu. Kwa hiyo tunamwombea mama, tunamwambia mitano tena. Awali ya yote kwanza, tunamtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kutujalia heri ya kufikisha siku hii ya leo, tuna haki na kila sababu ya kusema alhamdulillah. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakushukuru sana, tunakushukuru sana, tunakuombea afya njema katika maisha yako, kwa hili jambo unalolifanya kila mwaka, sisi tunakuombea sana kwa Mwenyezi Mungu akupe afya njema akupe umri mrefu na kujalie riziki zilizo za halali, Amina. Na uweze kutusaidia sisi ya Rabbul Alamina. Wakina mama tunakupenda, wakina mama tunakuamini, tunasema na kudhubutu kwamba Mungu akuzidishie.